commission lakini nyingi zimekamilika. Watu wetu wa Marsabit, nataka kuwaeleza kwa uwazi, serikali ya Kayo imefanya kazi, inafanya kazi na itaendelea kufanya kazi, hakuna makofi. Unajua wale ambao wako na nia mbaya, hata kama ukifanya kitu mzuri hawezi wakaona. Mtu ambao hakupendi hata kama ukifanya nini atasema tu kitu mbaya. Na mmesikia kutoka midomo ya MCS wetu Leruka, amesema hapo na zaidi ya project 20 award ya ya Karare ambayo imefanyika na imekamilika, ni kitu ya ukweli. Unajua Leruka kujenga Leruka, gavana shiro na anaongea ukweli wapi ndugu yangu Leakono, Leakono akiongea anaongea ukweli, kwa sababu yeye si mtu anyenga hii serikali, lakini ana macho ya kuona. Kwa hivyo kuna mambo yanafanyika, lakini wale ambao hawajui ama hawataki kujua watasema tu vitu negative kuhusu serikali, oh, hakuna kazi inafanyika, oh, pesa inaibiwa. Kama pesa inaibiwa, una hakika, tafadhali toa thibitisho, hatua ichukuliwe, si ndio? Hakuna haja unasema tu oh, pesa imeibiwa oh, miradi hakuna nafanyika. Si ukuje Leisamis Hospital, watu wa Leisamis, kuja tembelea Leisamis Hospital. Kama huna macho wewe tu ndio kipofu, kama una macho wewe tu ndio kipofu. Uliona gavana akitembea mpaka huko juu, akienda kuangalia nyumba ya wafanyikazi kitu ambacho ni visible. Tafadhali wale ambao wanashughulika na mitambo, wale wanashughulika na speaker, naona wanaongea na mimi nasikia hapa, whatever you are speaking is is visible. kuna kuna kuna female word kuna male word male, eh kuna power upgrade imefanywa na transformer iko kuja, jiangalie, pengine usiende mahali pengine mbali, kuja tule Laisamis Hospital, utakuta main theater iko imejengwa na 15 million Utakuta purchase of of supplies of dental equipment. Kuja hapa onana na onana na onana Liban, kama haiko udueleze, kama kama uwezi ukaona hizo vitu. Utakuta kuna ultrasound machine ambayo imewekwa hapa na 5 million, kama uone hizo vitu hapa hapa, then Liban ndio ameodanganya, lakini kama utaona tafadhali, toka hapa, naeleza watu watu. Unajua, kwa watu wanaandika vitu yote sukizi kwa social media, utakuta kwa Facebook kila mahali hakuna kitu nafanyika, hakuna kitu nafanyika. Kuja tembelea hapa tu, usiende mbali, usiende karare ward kwa leruk, kuja hapa tu, ile isemas kwa kwa burcha, utaona kila kitu. Kwa hivyo watu wetu, maendeleo kazi inaendelea. Kile mnafaa kuelewa Marsabit County ni pana sana, it's very wide vast. Unafaa kujua kwamba kuna ile retiko hapa na ile rate iko zaidi ya kilomita zaidi ya mia nne kutoka hapa, na iko Marsabit County, na unaenda mpaka huko kuhakikisha kwamba watu wa huko pia wanapata huduma kama sehemu zingine za hii county. Kwa hivyo watu wetu tuelewe, tutembee, tujione. Lakini kama hupendi serikali ukiandika negative things, pia sisi tutakuelewa. Tunajua tu huyu hataki serikali, huyu hataki kayo government. Wafanyikazi wako hapa na wanatekeleza kazi hizo. Ya pili, kuna mambo ya drugs imesemekana